Habari za jioni mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari ambapo tunakuletea tukio la pekee la kupendeza na la kukumbukwa katika familia ya Waadventista Wasabato Mwenge. Leo tarehe saba Desemba 2025 imefanyika ibada ya ndoa iliyojaa furaha baraka, na ushuhuda wa upendo wa kweli kati ya Nathaniel Owino Wambewa na Pendo Samwel Mjika. Ibada hii imefanyika katika Kanisa la Waadventista Wasabato Mwenge jijini Dar es Salaam. Ibada hii imejeza hisia za shukrani, furaha na ushindi, kwani wawili hawa ni miongoni mwa waimbaji wa Kwaya ya Vijana Mwenge. Pendo akiwa na sauti tamu ya pili, amekuwa baraka katika nyimbo za kwaya hiyo, huku Nathaniel akiwa ni mwimbaji wa sauti ya nne. Leo, sauti hizo mbili zimeunganishwa si tu katika wimbo bali katika agano takatifu la ndoa mbele za Mungu na mbele ya ndugu, marafiki na waumini. Ibada hiyo imeendeshwa kwa utulivu na heshima, na mchungaji Peter John aliwafungisha wanandoa hao kwa maneno ya hekima ushauri wa kina na baraka zilizojaa tumaini. Katika hotuba yake fupi, mchungaji Peter John aliwakumbusha kwamba ndoa ni agano la milele linalohitaji upendo, uvumilivu, maombi na kujitoa, na kwamba wawili wakiunganishwa hawapaswi kutengana. Wageni washiriki na ndugu wa familia wamekuwa sehemu ya tukio hili zuri, wakitoa maneno ya heri na baraka kwa wanandoa wapya. Bukelebe TV inawatakia na Nathaniel na Pendo safari njema ya ndoa, maisha yenye amani, upendo na utumishi mwema mbele za Mungu. Tunawaombea mwendelee kuhudumu kwa sauti zenu kama ushuhuda wa neema ya Mungu na kuendelea kuwa nuru ya wengine. Mimi ni ustaselajoni na hii ni Bukelebe TV.